Mamia ya waombolezaji wamejitokeza katika shughuli ya kuaga miili ya wanandoa waliokutwa wa wameuawa chumbani kwao eneo la Tabata Bonyokwa wilayani Ilala jijini Dar es Salaam. Mauaji ya wanandoa hao Antony Ngaboli na Anna Amiri yanadaiwa kutokea usiku wa kuamkia Juni 12 mwaka 2025 katika makazi yao. Ndugu jamaa, marafiki, majirani, pamoja na waombolezaji wengine wamejitokeza kushuhudia safari ya mwisho ya maisha ya wapendanao hao waliokaa pamoja kwa zaidi ya miaka ishirini. Nyuso za waombolezaji zilionyesha kuwa na huzuni, huku baadhi yao wakishindwa kujizuia na kuangua kilio. Shughuli ya kuaga miili ilianza nyumbani saa nne asubuhi kwa ibada fupi, kisha ndugu pekee wakaruhusiwa kuaga miili hiyo na kisha kuelekea kanisani kwa ajili ya ibada. Ibada ya kuaga miili ya marehemu hao ilianza saa sita mchana katika kanisa Katoliki Parokia Yohana Mbatizaji Bonyokwa na kuongozwa na paroko Jeremia Msaki. Akizungumza wakati wa ibada hiyo, paroko Msaki amesema marehemu hao walikuwa waumini wazuri ambao walikuwa wakishiriki shughuli mbalimbali za kanisa. Naduku kama parokia tutawakumbuka kwa namna walivyokuwa wanajitolea kwa ajili ya kanisa, amesema. Pia aligusia kuwa wiki tatu zilizopita wawili hao walimfuata na kueleza nia yao ya kutaka kufunga ndoa rasmi ya Kikatoliki hivi karibuni. Baba Paroko sisi mwaka huu ni lazima turekebishe maisha yetu eh? Vipi kwamba hawa ndugu walikuwa wajafunga ndoa, walikuwa wajafunga ndoa. Kwa hiyo we baba jina Anthony Larry ali ni taarifu kuhusu jambo hili. Aidha, aliwataka waumini na watu wote waliojitokeza kupitia msiba wa wawili hao kujikumbusha kuwa maisha ni zawadi na ni uhai kutoka kwa Mungu amewasisitiza kuhakikisha wanatumia zawadi hiyo vyema na vizuri kwa kuishi na watu vizuri. Akizungumza kwa niaba ya familia, baba mdogo wa marehemu Nuhu Mzilai amewashukuru jeshi la polisi na watu wote walijitokeza kushirikiana na familia hiyo tangu tukio lilipojitokeza, huku akiwasisitiza kuwa watulivu kipindi hiki ambapo jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa mauaji ya wapendanao hao wawili anachoweza kusema kwa, kwa jamii ya hapa Bonyokwa, jamii yote au Tanzania nzima, tuachie vyombo vya dola, tuachie jeshi la polisi, tunaliamini lifanye kazi. Tutajua tu nani alihusika na ukatili ule wa kumuua mke na mume, na tuachie watoto ambao bado ni wadogo kufahamu mengi na mengine. Kamata nakala yako ya gazeti la Mwananchi, tembelea tovuti yetu ya Mwananchi, lakini pia tufuate katika mitandao yetu ya kijamii.